Ama kweli ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Katika sehemu ya kwanza tunaona Loveness anapewa ujasiri na marafiki zake wa kusema vitendo anavyofanyiwa na baba yake usiku, lakini ghafla kengele darasani inagonga. Je, ni nini kitaendelea katika sehemu ya pili? Basi karibu twende sote. Suzani alirudi nyumbani akiwa amechoka kiakili na kimwili. Alitembea kwa mwendo wa polepole kuelekea chumbani kwake akihisi kama dunia yote inamwangusha. Hakutaka kukaa sebleni, hakutaka kukutana na baba yake. Alijifungia chumbani, moyo wake ukiwa unadunda kwa wasiwasi. Aliwaza kuhusu maneno ya wa marafiki zake, walimtaka aseme ukweli, lakini je, kweli angeweza? Kwa kweli aliogopa, alihisi kuwa hakuna mtu angemwamini, maana baba yake alikuwa mtu mwenye heshima kubwa kwenye jamii. Hakuna mtu angeamini kuwa mtu kama yeye alikuwa mnyama wa usiku anayemtesa binti yake mwenyewe. Akiwa ameketi kitandani kwake, simu yake ililia. Aliitazama na kuona jina la Loveness likiingia kwenye skrini ya simu yake. Alijua marafiki zake hawatamwacha salama kabisa. Alijibu kwa sauti dhaifu, halo. Susan, tumekaa na gracious na naila na tumeamua kitu Lovenessi, alisema kwa sauti ya upole lakini yenye msisitizo, hatutaweza kukuacha upitie haya peke yako. Tafadhali tuambie kilichopo ili tukusaidie. Suzani alipumua kwa kina, akihisi machozi yakianza kumbugujika. Si rahisi, hamtanielewa. Tueleze Suzani, Naila aliingilia kwa ukali lakini wa upole, hatutaacha mpaka utueleze. Hatutaweza kuvumilia kukuona ukiwa katika huzuni kila siku. Loveness alikumbatia simu yake kisha akamwambia Suzani, tafadhali tupo hapa, hatutakuacha kabisa. Suzani alinamisha kichwa chake akibana midomo yake kwa uoga. Kila kitu kilikuwa kimemlemea, alitamani kupaza sauti lakini hofu ilimlemea. Usiku ulipoingia Alikuwa bado ameketi kitandani bila kujua la kufanya. Ghafla mlango wa chumba chake ulifunguliwa. Hakuweza hata kupumua vizuri. Moyo wake ulianza kudunda kwa kasi. Susan. Baba yake aliita tena. Alinamisha kichwa akijua ni nini kingefuata, lakini ghafla alikumbuka maneno ya marafiki zake, hatuwezi kukuacha upitie haya peke yako. Ndani yake alihisi kitu kipya Hisia ya kupambana hata kama ni kidogo. Aliinua kichwa taratibu, machozi yakimtiririka mashavuni mwake, na kumwambia baba yake, baba, tafadhali usinifanyie hivi tena, alisema kwa sauti ndogo lakini yenye msisitizo. Baba yake alitabasamu kwa dharau, akapiga hatua kuelekea kitandani mwake. Hujui unachosema mtoto, mimi ndiye ninayeamua hapa. Lakini Suzani alihisi nguvu mpya. Alisimama kwa kasi na kusema kwa sauti kubwa zaidi, "Baba, acha!" Kwa mara ya kwanza baba yake alionekana kushangazwa. Alimtazama kwa macho makali, lakini Susan hakusita. Alipiga hatua kurudi nyuma, mikono yake ikitetemeka, lakini hakuinamisha macho. "Unanipinga Susan? unajua mimi ni nani?" baba yake alinguruma kwa hasira. Suzani alihisi mwili wake ukitetemeka, lakini alikumbuka jambo moja: hakuwa peke yake tena. Alihisi nguvu ya marafiki zake nyuma yake. Hakuwa tena msichana wa kuogopa kila kitu. Usiku ule ulikuwa mwanzo wa kitu kipya. Suzani alijua kuwa asingeweza kupambana peke yake, alijua kuwa alihitaji msaada. Asubuhi ilipofuata, aliamka akiwa na wazo mmoja tu kichwani ni lazima aseme ukweli na kusema kweli, alipokuwa njiani anakwenda shule, alikuwa anajiambia tu mwenye akilini, ni lazima leo nikaseme ukweli, leo lazima nikaseme ukweli, leo lazima niwaambie marafiki zangu ukweli. Akiwa shuleni, alikutana na Gracious Loveness na Naila kwenye uwanja wa shule. Walikuwa tayari wameshamgundua kuwa kuna jambo kubwa. Alipowatazama aliweza kuona matumaini na nguvu. nahitaji msaada wenu Alisema kwa sauti dhaifu lakini ya ukweli. Marafiki zake walitazama, kisha Gracious akasema, tuko hapa kwa ajili yako Suzani. Tuambie kila kitu. Kwa mara ya kwanza Suzani alifungua moyo wake, alieleza kila kitu, kutoka kwa hofu zake, mateso aliyopitia nyumbani. Alielezea jinsi alivyokuwa anaogopa na jinsi alivyojaribu kuvumilia peke yake. Machozi yalimbubujika lakini hakuacha kuzungumza. Kila siku usiku huwa najua mlango wangu lazima ufunguliwe. Na ni baba yangu pekee anayefunguaga mlango. Anachokifanya ni Mungu pekee anayejua. Naila alishika kichwa kwa hasira sana. Lakini alisema, "Hatuwezi kumwacha mtu kama huyu aendelee. Tunapaswa kufanya kitu." Lakini wakati huo huo, Loveness alimkumbatia Suzani kwa upendo na kumwambia, hatutaacha hili liendelee kwako. Kwa Suzani, hatuko hapa kwa ajili ya kupoteza muda, tuko pamoja. Gracious alifikiria kwa kina, lakini alisema, tunahitaji mpango wa kumsaidia Suzani na tunahitaji mtu wa kumwamini atusaidie kumzuia baba yake. Suzani kwa woga alikataa kuambia marafiki zake, lakini mama yangu hajui chochote namwogopa baba, na hakuna mtu mwingine atakayeniamini. Precious alitikisa kichwa na kusema tunapaswa kumtafuta mtu mzima wa kutusaidia, labda mwalimu mkuu au hata polisi. Hapo hapo lavnesi akaongezea jambo moja muhimu sana, lakini tunapaswa kuwa waangalifu, baba yako ana nguvu nyingi sana, kama utakosea, anaweza kukudhuru zaidi. Suzani alihisi moyo wake ukianza kujawa na matumaini kidogo. Kwa mara ya kwanza alihisi kuwa labda kuna njia ya kutoka kwenye mateso haya. Asante sana mpenzi msikilizaji, na huu ndio mwisho wa sehemu yetu ya pili. Nashukuru sana kwa kutembea nami katika sehemu hii, lakini katika sehemu hii ya pili tunaona Naila anapata matumaini makubwa Anapata msaada mkubwa, amepata hata nguvu ya kuweza kusimulia yote aliyomtokea, ambao alikuwa anafanywa na baba yake usiku. Je, hatujui nini kitaendelea katika sehemu ya tatu. Tukutane katika sehemu ya tatu. Je, watafanikiwa kumfanya baba yake akamatwe ya na vyombo vya dola? Ama je mama yake atakuja kugundua? Na je akigundua, nini kitatokea? Je, mama atamfanya nini baba endapo kitatokea kitu hichi? Atajilaumu kwa kuwa bize kutokumjali mwanae? Hatujui, tukutane katika sehemu ya tatu. Lakini mpenzi msikilizaji, usisahau kusubscribe, like, share na comment, toa maoni yako kwa ajili ya kuendelea kuboresha kazi zetu. Asante sana.